Gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka ameahidi kuendelea kuwekeza zaidi katika vyuo vya kiufundi ili kuwezesha vijana kupata ujuzi na taaluma mbalimbali unaohitajika katika soko la ajira. Akizungumza wakati wa hafla ya mahafala wa chuo cha kiufundi cha Kibabii, Gavana Lusaka alisema serikali yake imeweka mikakati kabambe kuhakikisha taasisi hizo zinatoa mafunzo bora na yenye tija kwa vijana wa kaunti hiyo. When they

We have county to make access easier for our youth. Kwa upande wake, Seneta Wafula Wakoli alihimiza serikali ya kaunti kujitolea kulipa karo kwa wanafunzi wanaosoma katika vyuo vya kiufundi akisisitiza kwamba hatua hiyo itawezesha vijana wengi kupata elimu ya kujitegemea kwa sababu mwaka uliopita kulikuwa na changamoto nyingi kuhusiana na pesa zilizopaswa kwenda kwa scholarship na basari na kule juu na Nairobi kukakua na mtafaruku kidogo, na ukafunga mtureji wa pesa za basari na scholarship. Lakini ninasikia roho yangu inasema hivi, moyo wangu, naniomba kwamba nikuombe kwa roho yako safi zile pesa zilizo <laughs> <laughs> ili wakikuja hapa waone tu check kutoka kwa governor 10000 15000 25000 and I want to assure you next year tukikuja wao wawekele hao watakuwa 500 ukienda mbali watakuwa 1000. Naye waziri wa elimu wa kaunti ya Bungoma Agnes Wachie, alihimiza wahitimu kuendeleza masomo yao na kutumia fursa zilizopo za ajira katika mataifa ya kigeni kwa kutuma maombi mapema the kind of transformation that has happened in the ministry of education allows you today to move and achieve the highest level you are acquiring a certificate here you have an opportunity to go back for a diploma you have an opportunity to go for a higher national diploma you have all the opportunities kwa jumla viongozi hao walisisitiza umuhimu wa elimu ya kiufundi kama nguzo kuu ya maendeleo na ajira, wakitoa wito kwa vijana kuzingatia ujuzi kama njia ya kujijenga mstakabali bora wao na wataifa kwa ujumla. Nikiripoti mtazamo wa dira runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simeon.